Zangu wana Morogoro wenzangu, mimi naitwa Adam Kighoma Ali Malima, mkuu wa mkoa wa Morogoro e, nitumie nafasi hii e, kuwapongeza na kumshukuru Mwenyezi Mungu pamoja na nyinyi kwa kuelekea mwisho wa mwaka 2025 tukiwa salama na mkoa wetu ukiwa salama e, na kuendelea kusimamia mambo muhimu ya amani na utulivu na maelewano na mapenzi baina ya sisi Wanamorogoro wote na Watanzania wenzetu wote, lakini pia nitumie fursa hii e, tukiwa tunaukaribisha mwaka 2026 kuwaombea wana Wanamorogoro wenzangu na Watanzania wenzangu heri na baraka na mafanikio makubwa ya mwaka 2026, e, na 26 nawashukuru sana na Mwenyezi Mungu awabariki sana, tuende pamoja, Tanzania ni moja. Katika maazimio ya wa mwaka jana tukasema tutapita tukiongea na wana morogoro wenzetu tukawakumbusha kwamba Morogoro ni wamoja. Kutofautiana kwenye siasa ni jambo la kawaida sana, hamwezi wakawa rangi moja mkawa kabila moja mkawa dini moja mkawa jinsia moja tu e, mtatenganishwa tu, ndio binadamu wetu. Lakini Morogoro ni wamoja, na kwa maana hiyo Morogoro ni wamoja na Tanzania ni wamoja. sisi fahari yetu kwanza kabisa ni kwamba Tanzania ni moja. Tanzania ni sisi ni wamoja na Tanzania ni moja. Sasa hile ile kwamba Tanzania ni moja ya Dkt. Samia Suluhu Hassan, Morogoro tunaiishi kwa vitendo na na katika mafanikio yetu makubwa ya 2025 ni kwamba hata watu walipojitokeza kujaribu kutumbukiza mambo mapya ya kutofautiana kwenye itikadi na kuleta E, kuleta chokochoko Morogoro hatulikuwa mbali kabisa na mambo yote hayo. Nitakuwa nitakuwa mtovu wa fadhila kusema kweli, nitakuwa mtovu wa shukurani kama e, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu muumba wa mbingu na ardhi, lakini nisipomshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu e, kwa sababu hakuna jamii inayokosa kichwa, hakuna jamii inayokosa kiongozi, hakuna jamii inayokosa mtu wa kutuvusha tunapotaka kuelekea. Tuko Watanzania karibu milioni sabini lazima tuwe na, na mtu wa kusema nimeshika hawa Watanzania milioni milioni, milioni sabini tunaelekea kwenye mwelekeo fulani na mtu yule e, kwa e, fadhila ya Mwenyezi Mungu anaitwa Dkt. Samia Suluhu Hassan na, na, haya tunayozungumza mafanikio ya Tanzania na, na, na haya tulio ya tunayokwenda ya nayo e, lazima yawe attributed, lazima, lazima apewe mtu, na tunasema tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa Dr. Samia Suluhu Hassan na uongozi wake na mapenzi yake na mahaba yake kwa Watanzania wenzake na na namna na ambavyo na, tunavyo anavyo anavyotuongoza na huko tunakotarajia kufika tunakokwenda lakini E, ni washukuru wananchi wa Morogoro wakazi wa Morogoro e, kwa kuni kwa, ku, kwa kuniruhusu Mwenyezi Mungu amemwongoza Dr. Samia Suluhu Hassan akajalia kwamba mimi nimetarajia nime, nime nime kwa ka kiongozi mkuu wa Morogoro, kwayo na kila fadhila kila, kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kumshukuru Dr. Samia, lakini niwashukuru na wananchi wa Morogoro kwa ku, kwa kufanya kazi na mimi pamoja kwa haya yote ambayo tumeyapata katika mwaka 25 tano. Taarifa niliyopata awali ni kwamba Mkulazi imepata imezalisha sukari hmm. inatokana na miwa a wakulima wanje wzaidia zaidi ya shilingi bilioni tano, hizo ni bilioni tano ambazo zimekwenda kwa wakulima, wakulima. hukone hmm. so. na kadri wanavyozidi kuongeza uzalishaji wakulima wa nje wananufaika, na kwa maana ya hawa wakulima sasa na wakulima Morogoro na kipato kinaongezeka kwa wakulima hao e, mwakani matarajio yangu ni kwamba katika sukari mnayozalisha e, tani zaidi ya elfu kumi na tano itatokana na wakulima wanje, na kwa maana hiyo hizo ni karibu e, bilioni kumi na mbili na na au kumi na tatu, ni pesa ambazo zitakwenda kwa wazalishaji wa miwa wanje. So, na wakula, kwa hiyo nanyie Mkulazi, kwa maana hiyo, huko mnapokwenda na huko mnapoelekea, naelekea kuwa wachangiaji wakubwa sana wa kipato cha wananchi wa mkoa wa Morogoro. Na mimi nawashukuru sana. Ofisi yako tumepokea msaada mkubwa sana kutoka kwako na ofisi yako katika ujumla wake mm, katika kutuwezesha kutimiza majukumu yetu mm. Kwa hiyo ametutuma tufike hapa tuseme asante sana, asante kwa support yako, na asante kwa jinsi ambavyo unatulea na kutuongoza katika masuala mbalimbali ya utendaji wetu katika mkoa wa Morogoro.